Na kadri tunavyozidi kushinda, ndiyo uchu unaongezeka. Kadri tunavyozidi kuwakanda, ndiyo uchu wetu wa kupata zaidi unaongezeka, yani saa mtoto umemlambisha asali hivi. Malengo yetu kwanza, tutakwenda kupumzika zikifika kumi, yani vipigo hivi viende mpaka mara kumi mfululizo Allah. Ndio hapo Yanga tutaketi chini kuulizana, huyu ni mtani wetu kweli? huyu hapo sasa hivi bado tunamwona ana nguvu na anajimudu. Tutaendelea kumshirikia mpaka zifike mara kumi mfululizo na Allah jalala atafungua ligi msimu ujao na ngao tena, ni, ni Septemba hapo mwezi wa tisa wa Kiswahili tena tutakuja kubisha hodi hapo. tena itakuwa mara ya sita insha Allah. Kwenye ligi zikiwa mbili, na kwa ngapi nane? Amna amna kwenye akijichanganya tisa. Kwa msimu ujao majaliwa Mwenyezi Mungu yakienda sawa, tukujaliwa uhai, tutakutana tena hapa tukizungumza tumemfunga Simba mara tisa mfululizo, na inawezekana kama kila mwaka ziao ni kujenga timu ah, inawezekana Sababu sasa hivi nimeona watu ambao wanatakiwa wakatu, wameshafika 20. wachezaji ambao watakiwa wafukuzwe wamefika 20. Kwao maana yake msimu ujao upya tena, na walivyokuwa wanawamudu watu wao, wakishapiga ishirini wapya wengine wataita press, tunajenga timu upya. Wakishafanya miujiza yao pale, tunataka ubingwa mwisho wa msimu, wanapoteana Hatujachoka, ni tano mfululizo, na tunaelekea zifike kumi mfululizo, na zitafika kwa timu tunayoitengeneza msimu ujao, kwa uongozi imara ambao tuko nao, kwa support tunayoipata kwa wanachama wetu. Hizi kumi zitafika mfululizo, panapanajelo ya Mwenyezi Mungu zitafika, zitafika, wala sio utani. Kwa hiyo kama kuna mtu wanataka kumlaumu wajua huyo mtu hayuko peke yake. Maana nimeona wanasema jana, sijui kuna mtu wetu hapa Yanga wanamtumia, nimesikia mm. mtu wetu hapa Yanga wanamtumia, sisi tunayemtumia yupo na sio huyo. <laughs> yupo hapo, mpaka mkija kushtuka huyo mtu wetu hapo, ah, kabati limejaa huko ndani huko kabati la makombe limejaa, maanake watu hao hawakubali. Unajua kama sisi tumewazidi uwezo, hawakubali kama sisi tuna uongozi bora hivi. Kwa mfano, ukimchukua injinia mmoja, Injinia Heris mmoja peke yake ukamsimamisha, utamfananisha na nani katika upande ule? Au uchukue wote uwatie kwenye blenda usage upate mtu mmoja bado amfikii. Huyu mtu mmoja tu, hatujaongeza harafati hapo, hatujaongeza maji yaliyotulia hapo, hatujamuongeza po Alex Ngai chuma kile make jana. Ngai tunaenda uwanjani saa tisa ile, kaingia zake live, piga zake safi, piga zake vyombo pale, ambia njooni, ambia njooni, iko live Instagram, kazi ishaisha Saa tisa hiyo, mjumbe wa excom ya Yanga anapiga yake vyombo, katulia, anaambia Wanayanga njoni, jambo lishaisha hili. na kweli jambo limeisha kweli kama hamtakubali kwamba Yanga imewaacha mbali, na sio tu kwenye pichi mnachokiona sasa hivi. Sisi tumewaacha mbali kuanzia kwenye muundo hata wa kuendesha timu. Wakati Yanga hao wanafanya mabadiliko, wanaweka transformation mpya ya kuiongoza timu yao pale ndiyo pumba na mchele ziliachana. Sio kama hawaelewi pale. Pale ndio pumba zilikuwa huku, mchele ukawa huku. Ile siku Yanga waliopiga kura kupitisha katiba yao mpya, pale ndio Yanga waliamua hizi pumba, huu mchele. Sasa wao wamewekeza nguvu kwenye uongo, wamewekeza nguvu kuchukua posho, kutafuta machao. Wawili watatu wakifanya jambo, nenda kautetee mtandaoni, katusemeledioni, tupambanie mwisho wa msimu vilio, kama hawatakwenda kwenye ukweli. Na huo ukweli unachukua muda, sio rahisi hivi, hivi hivi hivi hawawezi kufika Yanga. Levo tuliofika sasa hivi, ndugu zanguni, ni levo ya sio tu kuutawala umpira wata, ni kuutawala na kutoa shule. Yani tutawale umpira na tufundishe na wengine kuhusu mpira. Ndio levo tuliofikia hiyo kama kutawala tushatawala sana hapa, tuanze kufundisha sana watu wadogo namna gani ya kupata mafanikio kwenye football. Sisi tunajivunia sana viongozi ambao tuko nao, wamenyooka, hawaamini kwenye uzushi, hawaamini kwenye propaganda, hawaamini kwenye uongo, na viongozi ambao wanasimama kwa ajili ya maslahi ya klabu. alafu tuna wanachama kweli ambao wanaipenda klabu yetu, hatuna wanachama masilahi hapa Hatuna Yanga maslahi, tuna wanachama kweli. Mtu akishafika hatua amelipa shilingi elfu 29 yake kwa ajili ya timu, huyo mtu anaipenda timu yake. Elfu 29 mtu kalipa, pap. Kwa ajili ya timu yake ifanye vizuri. Huyo mtu anaipenda timu yake. Na tunapofungua msimu kama hivi tunaanza kampeni yetu ya wanachama, bwana, wanachama mwaka huu umeisha wada, tuanze kujisajili upya. Hayo ndo maandalizi ya ubingwa hayo sasa hapo tunaanza maandalizi ya ubingwa wa msimu unaofuatia. Ikifika tu hapa Julai mosi, insha allah tunaanza na kampeni ya wanachama wa Yanga kuanza kujisajili kwenye mfumo wa wanachama kwa mwaka ishirini na tano ishirini na sita. Hamna timu inafanya hivyo, ni sisi peke yetu, na hiyo ndio siri yetu kubwa. Timu yetu imenyooka kwenye mfumo wake wa uendeshaji.